Taarifa mbalimbali za kimichezo, bado nipo na Michael Hiera kijana kutokea Mminga pamoja na Rashid Hamis, tukiweza kuangazia masuala mbalimbali uh, mbali. lakini uh, leo uh, kama kawaida siku ya Jumatatu huwa tuna exclusive interview na leo mwenzetu Timzo Karugira amefanya mazungumzo na Richard Ng'umbi kuhusiana na masuala mbalimbali ya maendeleo ya soka hapa nyumbani Tanzania. Asante, tunaendelea tena na exclusive na beautiful Kanyigo Sports Lady Team. So, Karugira kama ambavyo nimetambulishwa hapo, na leo hii tunakwenda kukutana na Godfrey, huyu si mwingine ni Ng'umbi, yeye atakwenda kutueleza eh, ni mtafiti wa mambo ya michezo kwenye taasisi yao, yeye ye ni mkurugenzi kwa, atakwenda kutueleza mambo mengi. Tumekuwa tukifeli kwenye michezo kwa sababu ya kutofanya utafiti. Godfrey, habari za saizi? Nzuri, habari ya majukumu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, karibu sana ofisini kwangu. Asante sana Godfrey, kwa mtu ambaye sasa ndo anakutazama anataka ajue nini unajihusisha nacho kwenye eh, utafiti? Kampuni yetu inaitwa eh, kwa Kiingereza Center for Sports Research and Governance Limited, na niwashukuru wakurugenzi wenzangu kwa kuniamini eh, na kuniteua kuwa mkurugenzi mtendaji eh, kampuni yetu eh, imeanzishwa tarehe 21 mwezi wa iki ikija nchini kama chachu chachu ya kuhuisha baadhi ya maeneo muhimu katika michezo hususan kwenye eneo la utafiti e, uthabiti wa sera za michezo pamoja na eneo la utawala bora. Kama tunavyojua e, duniani kwa sasa michezo ndio injini inayoendesha dunia, michezo inakwenda mbali zaidi, kielelezo cha mshikamano amani, utalii, mapato, ajira na mambo kama hayo, na inatuweka pamoja kama jamii ya Tanzania, nchi, Afrika, hata dunia, hususan naposema leo dunia ni kijiji. Kwa hiyo taasisi yetu imekuja sasa kumulika na kuangalia sehemu ambayo eh, panahitaji eh, uthabiti. Tuna sera za michezo zipo, tunaishukuru serikali tunaona mwaka 1967 tarehe 28 mwezi wa nne chini ya sheria namba 12 na naliunda baraza la michezo kama taasisi ambayo inavilea na kuvitazama eh, vyama mbalimbali vya michezo. Mifumo ipo, serikali imetengeneza sera na imekuwa ikizipitia mara kwa mara, lakini bado pamoja na juhudi kubwa ya serikali, kuna maeneo tunatakiwa eh, to complement efforts. Nini imeanza nacho? Uh, tumeanza na, na, na, na, na, na elimu kwanza. Tumeanza kukaa na wadau kama unajua, unavyojua hii taasisi ni mpya, na mimi kama mkurugenzi mtendaji majukumu ambayo nimepewa na, na, na, na, na, na wakurugenzi wenza ni kuhakikisha kwamba tunakutana na, na, na wadau, taasisi inafahamika kwamba hii ni taasisi ambayo ni kimbilio jipya. Sasa ni mga gani? sasa ni mwarobaini katika maeneo mbalimbali mbali, katika eneo la michezo eh, tume, tuna, tuna program tano Ziko mezani ambazo tutaziendesha katika mifumo ya mafunzo. Mafunzo kwa maana training and capacity building. E, kama tunavyojua, Tanzania sasa hivi tuna huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi, tuna tunaiona e, taasisi yetu ni muhimu katika kuhimiza kuimi, amani na mshikamano kama taifa. Kwa hiyo kupitia jukwaa la michezo, kwa sababu michezo is beyond strength it's, ni, ni cross cutting ni, jambo, ni jambo nyeti na kimtambuka. Kwa hiyo kupitia michezo tutakaa tumeandaa uh, matamasha mbalimbali ya kupeana elimu na maarifa. Kuna veterans and legends, tuna uh, watu muhimu nchi hii ambao ni, ni vioo kwa wengine wakibeba uh, ujumbe wa amani kupitia michezo. Nafikiri ni jambo jema katika mustakabali mwema wa nchi yetu. Tuna program ya masuala ya food chakula, rishe bora kwenye michezo. Tume, tume, tumetembea kwenye vyuo mbalimbali vya elimu ya juu tukisaini makubaliano. Tutaweka wazi hizo taasisi ziko tayari kuweza kutoa mafunzo kwa kizungu wanasema food nutrition health and safety na fitness kwa wana na michezo. Tunaona kwamba ile ni eneo muhimu ambalo eh, nyanja zote za michezo zinapaswa kuzingatia, lakini tunaona eh, Tanzania tuna academies TFF ina akademi Kigamboni na akademi Tanga. Vilabu vyote vya ligi kuu vina timu za vijana. Tunatakiwa sasa tuanze kuwajenga hawa vijana kuweza kukua katika maadili ya Utanzania, lakini kubwa zaidi ni kubeba dhana ya utaifa, patriotism and nationalism. Nchi yetu kwanza, Tanzania kwanza, lakini kuna mambo ya maadili kama unavyoona, kupitia utandawazi dunia inakwenda kasi, sio kwa watoto wa kike, sio watoto wa kiume. Tunapaswa tuwafundishe maadili na Utanzania wao kuna mambo mbalimbali, madawa na nini, lakini natakiwa tuwalee. Kikubwa zaidi, sisi tunawekeza kwenye maarifa na elimu. Mtoto akilelewa katika kujitambua katika eneo hilo, anakuwa mzuri, lakini pia kuna swala la ushauri wa kisheria eh, eh, kampuni inayoiongoza mimi Bwana Ng'umbi, ina ina kundi kubwa la wataalamu wa sheria. tunaona Eh, kupitia utandawazi pamoja na, na, na, na, so, na, na, na mifumo ya michezo ya kulipwa hatuwezi kukwepa dhana nzima ya kisheria kwa sababu kuna swala la kimikataba eh. Bado ni aibu, tunaona mpaka leo unasikia mchezaji au klabu au management zinalalamikiwa ndani na nje au mchezaji anakuwa na double sign. Sasa pale kuna ombwe ambayo sisi kama taasisi ya kitaalamu tumekuja sasa na majibu na kujaribu kuona tunatakiwa kutengeneza mfumo wa kitaasisi katika kujenga uelewa na ufahamu ili kufanya e, michezo yetu Tanzania iendeshwe katika upana wake kwa sura kama hiyo. Umezungumzia suala zima la mikataba, naomba nianzie hapa. Ili suala limekuwa na e, ugumu sana na kuleta utata sana na wakati mwingine e, inasababisha kuna siku unakuta hasa kwenye upande wa soka kuna wakati unaweza ukasimamisha hata kwenye hivi vilabu viwili mchezaji mmoja, likatokea mpaka likasimamisha nchi, vyombo vyote vya habari, unakuta watu wote msimama pale TFF, mnasubiria hatima ya mchezaji. Leo itakuwa ili swala, ninyi mmeliangalia kwa kina kiasi gani? mmeona shida ni nini na mwarobaini wake ni nini? ni wapi mtakwenda kuanzia? tuliona hizo eh, gaps. Utafiti mara nyingi unashughulika una, una, una na na ile mianya tunasema gaps yes. Na utafiti unakuja kuziba lile gap. Hilo gap. Na sisi kama uh, center ambayo imejaza ime, ime wataalam hakuna, si, hakuna sababu moja nisiingie kwa undani sana kwenye masuala ya Bernard Morrison tunazungumzia, lakini kwa ujumla tumegundua e, e, kuna, kuna gap ambalo elimu mafunzo ya kisheria pamoja na kuwaleta wadau pamoja na kuacha siasa hakuna. Ndio maana nakwambia hakuna sababu moja. Kuna uh, kitu kingine unaona kwamba kinafanyika kisiasa zaidi. Kuna vitu vingine vinafanyika kisiasa zaidi, bila kuangalia mustakabali mwema makuu ya ya mchezaji e, taifa pamoja na vilabu vyetu. Lakini na, mimi nataka nikuonyeshe mimi ni nani sasa, e, kupitia elimu kwa wachezaji. Kwa hiyo wa siku mchezaji ndio anaamua e, mustakabali wake, lakini pia wana management nzuri za kuwasimamia. That is another question. Anasimamiwa na nani? Nani anamshauri? Unakuta mchezaji mwingine anamshauri mchezaji mwingine, anaamua tu kwamba mimi anakwenda tu kichwa kichwa. Lakini sisi sasa tumekuja kama panasea kuweza eh, kutengeneza hizi consultative managerial aspect za kuweza kudili na hao wachezaji, kuwapa elimu na kuwakaribisha usini kwetu, na kupitia media, nafikiri wanatusikia na kutuona. Eh, lakini kikubwa kingine eh, hapo, hapo kuna jambo la kisaikolojia. Tumekuwa na mazungumzo na, na vyuo mbalimbali na, pamoja katika ile timu ya wataalamu kuna eh, wanasaikolojia pia eh. tunatengeneza sasa mitaala kwa ajili ya kuwasogelea wachezaji kwamba mchezaji anatoka mkoani, hata nje ya nchi, haujui mji vizuri, hajui siasa za hapa vizuri, badala ya, ku, ya kuishi kwenye ile miko ya kiuchezaji, anaingia kwa sababu ya kuandaliwa vizuri anaingia katika vitu ambavyo havimsaidii kukuza kiwango chake na vitu kama hivyo. Lazima watu waishi kwa ndoto, na ndoto kupitia michezo ni kuiona dunia mbadala, kwa mustakabali mwema wa michezo. Kwa hiyo pia tuna eneo la kisaikolojia ambalo nafikiri e, tunaanza nalo baada ya ligi kuwa imemalizika, kutafuta hivyo vilabu, kutafuta wachezaji kupitia matangazo na kuanzisha mafunzo ya pamoja. Kwenye upande wa chakula Eh, watu wengi ama wachezaji wengi hasa hapa kwenye ligi yetu chakula imekuwa ni shida, sio watu wote wanakwenda kutumia vyakula vinavyohitajika, na ili uwe mchezaji mzuri ni lazima kufata eh, principles za vyakula, kwanza tupe hiyo elimu ya chakula eh, tumekuwa tukiongea na, na baadhi hata ya agents ambao wako Ulaya wasema mlileta mchezaji fulani kufanya majaribio. Ameshindwa. Na hasa, put, yeah. Food nutrition the fitness, hakuna utaratibu mzuri, hakuna ile balance diet ya kimichezo kwamba anakula kwa wakati gani, chakula kipi. Je, mwanaliaza mwanamieleka mchezaji wa mpira wa miguu wanakula diet ambayo inafanana? Unaingia uwanjani na mchezo una, mtu mmoja aliniambia akaniambia ukichukua uh, geographical landscape ya Ethiopia, Kenya and Tanzania haitofautiani sana lakini, kwa nini mwanariadha wa, wa, Eritrea. Wazuchu, uh, Eritrea wanakimbia zaidi and they are result oriented kuliko wa kwetu katika mambo aliyoyataja, japo alikuwa sio ya, taja, ya kiutafiti aliainisha chakula. Kwa hiyo eh, tume tumekisogerea tunakwenda tume, tuna, tuna, tuna. sasa kuungana na muimbiri pamoja na sua kuomba sasa katika ile, eh, ile, ile, ile, ile krim yetu ya, ya, Our think tanks kwenye ili eneo basi, tunapoandaa mafunzo kama hayo kwenye wanamichezo wa, wa, wa hizo eh, uh, industry mbalimbali za michezo pamoja na management, ikiwemo technical benches. Ni pamoja na elimu ya food nutrition safety and fitness. Hilo naliona kwa upana wake. Kumekuwepo na hii kusiginana kati ya BMT na watu wa michezo, na hii ni ninyi muweze kufanikiwa. Kitu cha kwanza wale wote ambao mtakwenda kuzungumza nao ili mweze kuwa kitu kimoja, ni lazima kujua. Je, lesi sisi tunakwenda kwenye upande wa netball kuzungumza nao lakini je wako sawasawa na serikali? Tunakwenda kuzungumza na watu wa football, wako sawasawa na serikali? Mpango wenu mkakati ni upi? Duniani kote hauwezi ukafanikiwa bila eh, serikali. Serikali kama nilivyosema tarehe 28 mwezi wa nne mwaka 1967 kupitia sheria namba na 12 iliunda Baraza la Michezo la Taifa kuwa, eh, kuwa kuwa mlezi na msimamizi wa vyama vyote vya michezo ambavyo vinasajiliwa chini ya sheria baraza la michezo. Lakini ndani ya mfumo huo kuna sera zinazoongoza, kuna sera ya taifa ya michezo ambazo zimekuwa zikibadilishwa ziki mara kwa mara kutokana na mahitaji. Unai, unaikwepa vipi serikali leo eh? hata kama mimi mwenyewe binafsi nasema sasa, naita wachambuzi kutoka Uingereza, wachambuzi kutoka South Africa, watahitaji process za kiserikali, tutahitaji wamiaji, tutahitaji a lot of process katikati hapo, tutahitaji maswala ya kodi, lakini e, e, kama mna, mnaongea lugha moja na serikali, ni rahisi zaidi kuwa na mkakati unaotekelezeka. Serikali ndio baba, serikali ndio hata huyo, hata hata unayosema unasigana, mwisho wa siku ndio kakusajili. Leo naweza kaamua sema kuanzia leo kutokana na hizi double standard usajili wako registration. Kwa hiyo mimi nawaomba wadau, na najaribu naomba, nilisisitiza hili kwa msisitizo wa kipekee, hauwezi duniani kokote, sio Tanzania tu, kufanikiwa bila mkono wa serikali. Serikali imetengeneza miundo mingi mifumo mingi avenues za kutosha za kuweza kufanya eh, kutufanya sisi wadau wa michezo kushiriki pamoja. Kwenu hii meliona kwamba kuna baadhi ya pengine vyama ama shirikisho eh, kutokuwa na sawa, kwa sababu ninyi lengo lenu ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Hamtoweza kuwasaidia kwenye mambo ya chakula, kwenye mambo ya psychological, lakini kama hawana msingi mzuri hata mwingine na kukosa hata ofisi eh, za kuwepo. Hiyo yote bado iko kwenye eh, mikono yenu. Tunauza maarifa uh, kwa maana eh, ya kuwasogelea wadau na kuwapa na elimu inayoweza kuwakwamua. Tuna aspect ya utatuzi wa migogoro kwenye vyama vya michezo. Tuna aspect ya, ya sustainability of the institution, ili ile taasisi iweze kuendelea kukua na kadhalika. Inahitaji rasimali fedha inahitaji mikakati mathalan, tuna daktari moja kwa level ya PhD, yeye ni mtaalamu wa, wa fundraising and resource mobilization. kwa hiyo tunakuja kugonga hodi Chaneta ambao siku hizi sisikii sana, natakwenda kule ndugu zangu wa Chaneta, shida ni nini? Mbona tumesinzia? Hatuna pesa nini? Tunatengeneza mfumo mkakati mzuri wa fundraising, tunaita wadau tunaweka tunaweka katika documents na ziko avenues nyingi sana za fundraising, lakini pia tunahitaji mipango mkakati strategic plans. Unafikaje kule? We need a roadmap, a clear roadmap. Sisi pia ni wajibu wetu kama wataalam kutengeneza strategic plan, mipango mkakati ya namna ya kutoka hapa na kwenda mbele zaidi. Huo ni wajibu wetu wa msingi na tumekubali kuubeba kwa mtoto wa kike mmemtazama vipi, eh, na yeye kuona kwamba kwenye michezo of course imeshakuwa wazi, na tunalitambua tofauti na ukilinganisha miaka ya nyuma, lakini hili linahitaji kazi kubwa pia ah, mi, mi. Na si kwa mtoto tu kuishia kwa kumwelesha mtoto wa kike, hata mzazi wake hmm. Eh, kwa hapa mikoa yetu kama ya Dar es Salaam, mikoa ambayo imechangamka changamka, eh, kuna baadhi ya huko vijijini ukienda, mzazi hawezi kukuelewa kwa mtoto wake wa kike. Kwa hiyo kwanza kuwe na mawili akubali lakini nakumshawishi huyo mtoto wake. Serikali imefanya kazi kubwa, kwanza, kuna mtaala ambao unaanzia chini mpaka chuo kikuu unazungumza michezo, nafikiri si recent development ee, lakini ukiangalia hata sasa e, mifumo ya kanuni zetu za michezo zinatambua nafasi ya mwanamke kwenye michezo, tuna tuna ligi ya wanawake ya ya mpira wa miguu ee, nikuwa nasoma soma hapo naona JKT uko juu yu pale kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye tebo. Hiyo yote ni initiative ya ya, ya serikali kutambua. Sasa ndio maana nakwambia na, na, na, na, na nakwambia madam kwamba mm, na ulikuwa ni muhimu sana. Hilo ndio eneo lilikuwa muhimu sana kulirasimisha na kuwa rasmi. Pira wa miguu kwa mtoto wa kike, ni kazi kubwa imefanyika. Hii mingine ni, ni inclusive. Kwa hiyo nafikiri sasa sisi kama nilivyosema tunaangalia zaidi gaps na ukiangalia core values, moja kati ya vithaminiwa vyetu, vithaminiwa, tunaviita core values. Moja wapo ni equity and gender mainstreaming, inclusiveness and gender mainstreaming, kwamba e, mtoto wa kike na wa kiume tuna nafasi sawa kwenye michezo yote nchini Tanzania. Kwa hiyo e, na kwa kuangalia hizi taratibu ambazo taratibu ambazo sheria ambazo zipo na michezo ambayo ushirikishaji uliopo ni sisi kuongeza nguvu pale ambapo pale ipo tutapoona kuna kuna shida kidogo, lakini kubwa zaidi ni kuwaleta wadau pamoja. Tukiwaleta wadau pamoja tunaanza kutathmini kwa pamoja tuenda kuibua vipaji vya, vya, vya basketball tuna balance ya hamsini kwa hamsini. Tunatengeneza mwamko kupitia elimu, kwa sababu kama nilivyosema, michezo sasa ndio ndio dira ya dunia, ndio injini ya uchumi wa dunia. Watu wanatajirika, wanapata maisha bora, wanafanya utalii wa ndani na nje kupitia michezo. Tuliona kina Venus Williams, kina Peter Sampras ni wachezaji wa kike mahiri na maarufu sana duniani. Kwa hiyo bado tunaona eh, kuna wajibu ambao tunapaswa tuufanye kama taifa na kama wadau, na sisi tumeliona ni wakati sasa wa kusimamia na kuibua vipaji bila kuangalia jinsia, kwa mustakabali mwema wa michezo na maendeleo ya nchi yetu. Michezo kwa haraka haraka, hata wewe mwenyewe wakati unaanza kuzungumza ulisema e, si michezo ya soka tu, kwa sababu wengi tumejikita sana kwenye michezo kwamba ni soka. Mmeliangalia vipi hili la kuhakikisha kwamba michezo yote inakuwa kwenye uwiano? Eh, kuna baadhi ya michezo ukizungumzia golf, ukizungumzia rugby eh, ukizungumzia cricket, cricket lakini pamoja na mbio za magari, mbio za magari hmm, table tennis, long tennis, paddle tennis dlen eh, pickleball. Michezo hii niliyokutajia kwa haraka haraka, dhana kubwa hapa nchini imezoeleka kwamba, hmm, hii ni michezo ya, ya kishua Eh, ilikuwa ni ogera sasa, wote tunaweza kuicheza, lakini ni michezo ya kishua, na kumshawishi mwenzangu namie kule Tandale, Tandika, Magomeni kwenda kucheza umchezo imekuwa ni kazi ngumu. Wengi tunajua ni wale watu wa Oysterbay Masaki hmm. wale mamiamgoi nini eh, upanga ndo wenye michezo yao. Hili mtaweza kulibeba kuliweka michezo yote sawa? Nikiwa Dodoma hmm. nilikutana na mkurugenzi wa michezo Tanzania, Mr. Bonfast Tamba, katika jambo kubwa liloniambia na tuloshauriana, eh, kwamba sasa ni wakati eh, taasisi eh, yako ikutane na katibu wa baraza la michezo na wadau wote madam Neema Msita, ambaye pia nilikutana naye wakati tunaangaika na hii process ya, ya kuwa hivi tulivyo leo. Uh, tukae pamoja na wadau wa michezo kwa sababu almost all of them wako registered na BMT, tukae pamoja tuongee pia kwa pamoja e, tuko wapi, tumetoka wapi, tuko wapi tuko na tunakwenda wapi? Kwe, kwa kupitia taarifa zao na kuziangalia hizo changamoto kwa uwazi na sisi ambao tunayajua, nafikiri tunaweza kutengeneza kitu kizuri kwa maendeleo ya michezo yote kwa ujumla Tanzania. hatuwezi kufanya haya yote tukiwa watu wazima e, lazima tuanzie grassroots kama sio grassroots kubwa zaidi lazima twende mashuleni. Tuna hili janga la umtashumita pamoja na umiseta e, umtashumita kwa maana ya primary msingi e, umiseta ikiwa ni shule za sekondari. Naamini utakubaliana nami kwamba sasa hivi imebaki kuwa tu ni tuno, ikifika ni mashindano ya umtashumita tunakwenda tu kutimiza, lakini si kwenda kwenye lengo lile pase kama aliliokuwa akilifanya mzee wangu kana alimstaafu Idi Kipingu, na ninyi ili mweze kupata wanamichezo bora na kuweza kuwajenga kisaikolojia. Umezungumzia swala la utaifa tota wezi kuwa na utaifa kwa kuanza kuniambia umri kama mimi, lazima tuanzie huku kwenu. Ninyi ili mmelibeba vipi? kuko bado mambo mengi hayawezi kwenda mbele sana bila serikali. Serikali imetambulisha ime, ime mtaala wa, wa michezo mashuleni kwa sababu mwanzo wakukuwa na hakukuwa na, na, na, na tunasema hiyo hiyo policy framework, lakini leo kuna mtaala ambao unazungumza sasa kwenye sera ya elimu, kwenye sera ya michezo tayari. Kwa hiyo sasa hapo elimu imesha kuwepo, elimu imesha hiyo kwe... michezo, sorry imesha kuwepo, lakini tunaona imekuwa ni legelege. Wewe umezungumzia kwamba tunaangalia kwenye gap Exactly. Na hapo ndo kwenye gepu. Ndio ndo tunaanza kukosa wakina bai, tunakosa wakina simbu, tunakosa wakina matumla kwa sababu hatuendi kuwekeza huku. Nataka kwenu, ninyi serikali imeshawekeza. Lakini kuna mapungufu. Hayo mapungufu mtayatumia vipi? Kwamba tunapokwenda umtashumita, tunaitumia kweli umtashumita na umiseta. Tukija tunasema hili ndilo zao la umiseta. Kuongeza hamasa. Kwa sababu serikali iko tayari, hakuna uh kizuizi au tashi binafsi ni tuko kwenye mfumo wa kisera Unatambua cha msingi sisi ni kuongeza hamasa kupitia taasisi ambazo zinashughulika moja kwa moja na kuandaa hizo e, taratibu za umishumta umiseta na kadhalika, na sisi kuwa mstari wa mbele katika sasa kuyabainisha kuya, kuya mazuri ambayo kama unavyosema, ambayo yanatokana sasa na kuwa na programu nzuri na, na ya grassroots kwa maana umiseta umitashumta na kadhalika lakini nasikia pia kuna michezo kama ya shimu inakwenda kwa tunapitapita pia nguvu ambayo tu, tu, tunaihamishia huku ili kuweza kusukuma mbele. Mimi nafikiri ni kuongeza hamasa ushirikishaji wa wadau na sisi wenyewe kuwa mstari wa mbele kuyazungumza mazuri mengi ambayo tutayapata nje ya hizo program za vijana pamoja na grassroots campaigns. Tuhitimishe kwa hivi, mimi na mtazamaji wangu tupate kujua. Zungumza wewe na mtazamaji wako. Hivi kazi ya shabiki ni nini? Maana shabiki anaenda kwenye michezo yote, tuachie na hiyo elimu. Kazi ya shabiki nini, na mipaka yake ni ipi? Kwenye mpira wa miguu anasema shabiki ni mchezaji wa kumi na mbili. Kwa hiyo tize eh, ni, ni, ni, ni, ni nguvu msukumo ya kuweza kuhakikisha ku, ku, ushindi unapatikana kwa hali na mali. Shabiki ni mtu wa kuongeza hamasa. Shabiki ni mtu ambaye anapaswa kutunza amani kwa maana ya fair play na mtengamano kwenye michezo. Na, na mwelewa shabiki kwa, kwa, kwa, kwa maono haya. Mipaka yake ni ipi? Mipaka yake ni kuitunza amani, kuheshimu sheria. Fair play ni pamoja na kuheshimu haki za mwenzako. Ni pamoja na kuto overstep kuingia kwenye jurisdiction ya mwenzako na, na kuleta vurugu. Kwa hiyo mipaka yako ni kuheshimu kanuni, taratibu na sheria za uendesha huo mchezo husika. Kama ni netibori, wigo wangu ni huu kama ni basket eh, kama ni we, kwa mfano kwenye boxing tunaona wakati mwingine vitu vya ajabu ajabu kidogo, mtu ajalizika na matokeo, shabiki wakona wa, wa fulani anaingia kuanzisha vurugu, upande wa pili. Sasa una vurugu hata kanuni za kuendesha mchezo husika. Ni kushukuru sana, nashukuru sana. Naam. Na, nilikuwa naye mkurugenzi wa taasisi ya utafiti huu, si mwingine utafiti wa mambo ya michezo, na sasa wanasema wamekuja kivingine kuhakikisha kwamba wanataka kusaidia michezo katika kategori mbali mbali kama ambavyo umeweza kumsikia akijieleza yeye, jina lake ni Godfrey Ng'umbi eh, ambaye tumekuwa naye katika siku ya leo ndani ya exclusive na beautiful kanyigo Tim Sokarugira. mimi ni kutakia utazamaji wa viwanjani ambao bado unaendelea, usibanduke hapo Beautiful Wakanyigo, Rosemary Teams Wakarugira akiweza kuzungumza na Godfrey Ng'umbi hapo masuala mbalimbali ya maendeleo ya kimichezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Msume, hii ni viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Tumempisha kidogo kuweza <muchos>